Wa in abghadha al-kalami ilallah an yaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaq Allah fa yaqul alayka nafsuka. Haya mambo mawili, jambo la kwanza. Akasema katika tafsiri hii, kasema hakika ya maneno anayoyapenda zaidi Allah ni pale mji anakusema, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk na akasema katika maneno pia anayoyachukia zaidi Allah ni pale mja anapomwambia mwenzake ittaqillah, mwogope Mola wako, na huyu mwenzake akamjibu akamwambia alaika nafsa, yaani shughulika na nafsi yako. Watu kama hawa wapo. Unaweza kumwambia mtu subhanallah, oe bro, hichi kitu unachokifanya basi hivi na hivi sio vizuri katika dini yetu, jaribu urekebishe. Nasikia mtu kawambia baba peposi ya babako, shughulika na nafsi yako. Maneno kama haya anayachukia zaidi Allah, na akiyachukia maneno yako Allah, basi wewe tafakari. Wewe Mwislamu, hakikisha unamsambazia Mwislamu mwenzako kama swadakatuljaria ili uweze kumfungua akili. Assalamu alaikum. Usisahau kufollow kurasa huu kwa mafunzo zaidi.